Unaangalia, Al Kheri Online TV. Kwa nafasi yangu tena tunatangaza tunawatangazia ndugu zetu tunawatangazia ndugu zetu Waislamu tuhudhurie katika tarehe 16 ya mwezi huu yaani Jumapili, baada ya hii hiyo inayofuata, katika uwanja wa Benjamin Mkapa, katika mashindano makubwa zaidi, tunasema mashindano makubwa zaidi ya qur'ani tukufu yatakayofanyika pale yanayosimamiwa na ndugu zetu wa Alhikma na yanafanyika katika uwanja wa Mkapa chini ya usimamizi wa ndugu yangu kijana wangu Nurudini Kishki. Tunawaalika Waislamu, hakuna kiingilio. Huu ni mwezi wa kutabahari na Qur'ani. Basi kila panapofanywa jambo la Qur'ani, muislamu asisite kwenda Qur'ani, kwa sababu haya ndiyo malengo makubwa ya mashindano ya haya tunayoyafanya. Unaangalia Alkheri Online TV.